Sikia ndugu, tulishavuka kitambo sana kumkemea mtu kwa sababu ya dini yake. Saa hizi hatudili na dini, tunashughulika na tabia ya mtu. Kwa nini huyu mtu hana utu, sio kwa nini huyu mtu anaabudu mahali fulani. Nimeimba wimbo fulani, tenzi moja hivi, inasema kwamba sisi na mababa tu moja fungu, hatutengwi nayo dini, yani hatutengani kwa sababu ya dini, bali sisi ni wamoja na huu wimbo nilirusha kipande kabla hata ya maandamano, nilirusha kabla ya tarehe kumi na tano kama sio kumi na nne mwezi wa kumi, ndo nilirusha hiki kipande kwamba sisi na mababa tu Mungu mmoja hatutengwi nayo dini. Ukiona mtu amekazana, mnamkemea mtu kwa sababu ya dini, mnamkemea mtu kwa sababu ya dini, ujue yeye ndiye mdini, kwa sababu si hatushughuliki na wadini. Wanaolia wanalia kwa sababu ya udini tunalia kwa sababu ndugu zetu wamepotea, hatulii kwa sababu ya udini. Acha ujinga, we unayependa kula bule, kwa sababu unaposhughulika na mambo ya udini unapenda kula bule. Lakini mtu hulengwa kwa tabia yake, hushughulikiwa kwa sababu ya tabia yake, na hakuna dini inayoruhusu kwamba huyu mtu akafanye ubaya, hakuna. Ndio maana katika kitabu cha Yakobo kinazungumzaje, dini safi ni kwenda kuwatazama wajane na yatima katika dhiki zao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa, bila kushutumiwa kwamba wewe umekuwa mwaji miwaji. Kwa kwa nini ukemei utekaji? kwa nini ufanye hivi? kwa sababu ili mtu ujue huyu anaunga mkono hicho kitu ni vile asivyoweza kushughulikia hilo jambo wakati ana nafasi ya kushughulikia hilo jambo. Anapokaa kimya, ina maana hiki kitu, hata mimi nimo, lakini atakaposimama na kukemea, tutajua huyu mtu akweli, kumbe hayumo kwenye hili jambo. Lakini tunapoanza kukemea, alafu nanyie mnaanza kuleta na udini, tuafikishe wanaume bwana yaani unaanza kuleta na wewe udini, unatukemea kwa sababu ya dini. Anasema kwa sababu ya dini. Oh, aisee, kama dini ndio nakupandikiza akili mbovu kiwango hicho, basi ujue hiyo dini haikufai. Lakini dini safi ni kujilinda na dunia pasipo mawaa, isiwepo kitu ambayo unashutumiwa kwayo. Ukiona kuna jambo linatokea baya, simama, kemea, ili usiwemo mle ndani kwenye zile shutuma, ili uonekane na mimi si maubu. Kemea sana kwa nguvu zote, sio kemea alafu chini chini kafanye. Hapana, tunapokemea mambo haya hatuzungumzi udini, tunazungumzia yeyote aliyemkristo, aliyemuislamu, anayefanya ujinga wowote aache. Sio kwa sababu ya dini, hapana. Unayefanya mabaya, achana nayo kwa sababu hayatakufaidia kitu, ndugu.